ni sana kwenye huduma yetu ya Goshen Prayers yae uh, iliyoko Yombo Dar es Salaam. Leo tuko kwenye uh, mahojiano ya dakika kadhaa kidogo eh, na, na, na dada yetu nani? Betina Betina Mwambene. Betina Mwambene. Mwambene. Natina uh Mwabene -huh. Karibu sana dada Betina Mwambene. Asante. As yeah. Um, Labda samani naomba nikuulize tu maswali machache. Amina. Yeah. Uh, tumeona hapa kwenye ibada ya leo, sawa? Umepokea uponyaji, au sio? Amina. Eh, eh, kwa hiyo tulikuwa tunatamani na watazamaji wetu kwenye vipindi vyetu vya YouTube, sawa? Eh, nao wapate kujifunza ku, ku, ku, ku, labda au ku, Uona kwamba nini kinaendelea kwenye huduma ya Goshen Prayer Ministry. Amen. Kwa hiyo naomba ukaribie kidogo, uh, utuambie maoni matatu, ulikujaje hapa, taarifa ulipata wapi uh, nani alikuleta sawa, eh? mm -hmm, alafu na moja kwa moja uende kwenye kwenye kwenye point kwamba ulichotendewa na Mungu kwa siku ya leo ni kitu gani. Kwa majina kwanza. Kwa majina naitwa Betina Mwambene. Mm, mimi mm -hmm, nimekuja kwenye huduma hii nimeletwa na mwanangu Rosemary. Amenileta hapa nikiwa na uvimbe, nilikuwa na uvimbe kwenye ziwa, alafu nilikuwa sina amani kwenye maisha yangu. Nilikuwa nimekata tamaa kabisa ya maisha, yaani nilikuwa nimekata tamaa kabisa ya maisha. Lakini nilipofika hapa, niwashukuru Mungu, nimepokea amani ya, ya moyo wangu, nimepokea amani kwenye maisha, nimepokea uponyaji Waziwa nilikuwa na uvimbe, nilienda Ocean Road kufuatana na kusema kwamba kipato changu kilikuwa bado sio kizuri. Nilienda Ocean Road nikapimwa, ikabidi wanipangie vipimo kwamba niende sehemu fulani, niende sehemu fulani, lakini nilipoona kwamba tiari nimeshakata tamaa, sina mwelekeo, nikaona kwamba nirudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani nikapata mwelekeo wa kusema mwanangu akanileta kwenye huduma hii, nikaendelea kuhudumu hapa. Nimeendelea kuhudumu, nimekuja toka mwezi wa kwanza mwishoni mpaka leo hii mwezi wa tatu tarehe 30. Nashukuru nimepokea uponyaji, uvimbe umetoka, amani ya moyo ninayo. Ninashukuru kwa, kwa yani kwa hilo namshukuru Mungu Mungu, amina. yeah hiyo na, na, na, swala la amani ya moyo hiyo, nilikuwa sina amani muda wote nilikuwa naishi hmm. na wasiwasi wasi sina amani oh. eh, lakini leo hii... leo hii nimepata amani ya moyo halafu oh. kwanza hmm. nilikuwa nimekata tamaa kwenye masuala ya biashara okay, kila biashara unaifanya haiendi hmm, lakini namshukuru Mungu Mungu ameendelea kufungua milango nina mwelekeo wa kwenda kufungua biashara ninamshukuru okay, Mungu kwa hilo mtu, mm, amejitokeza atanipa mtaji, mm, nitaendelea na biashara yangu kama kawaida. Ninamshukuru Mungu kwa okay, hilo. Vizuri okay. Yeah, sana. kwa hiyo unawaambiaje watazamaji, watazamaji wa kipindi chetu? Nawaambia watazamaji wa wa kipindi chetu ya YouTube, nawaambia